Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan amevunja bodi za wakala na kampuni ya mabasi yaendayo haraka na kuteua wenyeviti wa bodi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Dkt. balozi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi, kiongozi Balozi Dkt. Moses Kusiluka, walioteuliwa ni David Zakaria Kafulila ambaye ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART. Mwingine ni balozi Dkt. Ramadhani Kitwana Dau ambaye ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Hii ni TMC News update kitaifa. Mimi ni Ronald Isonyo, endelea kutufuatilia iliwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.